Kwa mwanaume ambaye ataugua saratani ya tezi dume atakumbana na changamoto zifuatazo katika mwili wake. Jambo la kwanza, atakumbana na upungufu wa nguvu za kiume na kushindwa kusimamisha uume wake vizuri. Atashindwa kukojoa vizuri, yani atakuwa akisikia maumivu makali sana wakati wa kukojoa au mkojo kutotoka vizuri. Atakutana na maumivu ya mifupa, hasa katika nyonga, kiuno na miguu mifupa yake itakuwa inauma sana, hasa saratani ikiwa imesambaa kwa kiasi kikubwa. Lakini pia atakumbana na matatizo ya figo ya, kwa mfano saratani ya tezi dume ikiwa imesambaa kwa kiasi kikubwa inaweza kuziba milija ya mkojo ambayo huunganisha figo na kibofu cha mkojo, hivyo kusababisha figo kuathirika kwa kiasi kikubwa na kusababisha matatizo katika figo yote. Hii tu kutokana na kuwa na saratani ya tezi dume. Lakini utakumbana na msongo wa mawazo au sonona kutokana na kuugua kwa muda mrefu. Pia kuathirika kwa misuli hasa ya nyonga na miguu. Hii inaweza kuathiri misuli au mishipa ya fahamu na kusababisha matatizo ya kupooza kwa miguu, kushindwa kabisa kutembea na matatizo mengine. Lakini pia itasababisha upungufu wa damu, mfano wa anemia na mgonjwa ataanza kujisikia kizunguzungu, kuchoka sana au kupumua kwa shida.